Mtu yeyote mwenye nia ya dhati ya kuwainua wenzake hata angushwa na nguvu za giza. Hata siku moja zikija, utatetewa tu, niwaambie, ni utatetewa ndugu zangu. Hamwezi kuelewa mpaka Mungu akufunulie vizuri, ili uweze kulibeba. Na mimi nakusihi kwa neema ya Mungu, Dorcas alikufa hakufufuka kwa sababu aliomba afufuliwe alifufuka kwa vile kuna watu waliomba afufuliwe Haleluya. Na nami nakuuliza hiyo biashara yako ula, ni watu wangapi wanakuombea, na ni wangapi wanakulaani? Piga toyo mahesabu mwenyewe utulize, lakini ni wangapi ambao, kuna watu wakikaa kule wakisema lazima tumwangushe kibiashara, lazima tumwangushe kibiashara. Wakati wakiwaza kukuangusha kibiashara, wanapambana na maombi ya bibi kizee uliyemwezekea nyumba Haleluya. Wakitamka laana zao, kuna bibi yuko Mkuranga anasema ee hey, Mungu, yule mtoto aliyekuja hapa akaniwezekea nyumba, nilikuwa nanyeshewa, Mungu ukabariki biashara zake. Wao wakirusha laana zao zinakutana na sentensi moja ya bibi kutoka Kimanga, inasambaratisha kila kitu. Mimi naongea na wanasheria ambao mko hapa, naongea na madaktari kama kina Dr. Sabato na wenzake wote. Kama kuna kitu ambacho Mungu awasaidie na ninyi ni hiki, muweze kuvuna baraka. Kuna watu wanaonewa, hana uwezo kabisa wa kumlipa mwanasheria. Mwanasheria unayemjua Mungu, ingia kati, mtetee yule mtu bure.